National Lottery. Kwani e, unaweza ukacheza kuanzia shilingi mia moja na mwisho wa siku ukashinda shilingi milioni 10. Unachotakiwa kukifanya, kukifanya ni kupiga nyota 149 nyota 88 ya alama ya lel ama tembelea wakala wa National Lottery ambaye yupo karibu na wewe, ama kupitia tovuti ya www.nationallottery.co.tz kisha chagua kishachagua mchezo na baada ya hapo utachagua mchezo wa tamba na namba ambapo utachagua namba nane za bahati kati ya ishirini na moja na namba moja ya bahati kati ya nne na e, unaweza pia ukachagua mwenyewe kucheza automatic, yani unajichagulia namba mwenyewe. Baada ya hapo unasikilizia dau la ushindi. Kikubwa ni kuamini kucheza na kushinda, lakini hakikisha kwamba kama unataka kushiriki kwenye hii michezo basi una miaka kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea. Baada ya hapo, cheza kistarabu. Na tunaambiwa bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo a kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi wapigie simu nambari 0800 782 233 na wakati huu ni kufahamisha kwamba Jafet Shop ni duka lililopo Kabanga wilayani Ngara na hawa ni wauzaji wa vifaa vya umeme kama sola, sabufa, betri za magari hita za kuchemshia maji, simu ndogo za batari na smartphones na vingine mbalimbali. Jafet Shop wanakukaribisha sana dukani. Bei zao ni nafuu sana, na pia wanatoa zawadi kwa mteja ambaye ananunua TV, sabufa ama smartphone. Wanapatikana Kabanga nje na soko karibia na benki. Wapigie simu nambari ya 0769292772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 jamii bora, na hii inaanza na wewe. Kizimbani Mchakato, pazia la ukweli na maarifa. Kulikoni leo, simekwambia anafanya mchakato. Mchakato unachakata nini? Tuna kupeleka moja kwa moja kwenye mitandao hapa, taarifa zinazo trendi zinasukwa. Utakuta mtu kapostiwa Instagram bonge la barua, ujula kwa asa, kwa nini ungeniandikia status Safari ya mafanikio kutoka sifuri hadi shujaa wa uchumi. Nyuma ya kila pingwa, nyuma ya kila shujaa kuna makofu, hapa tunachakata pamoja. Yo, bana. Uwe, ha. Zani, iti, kwani, tunauza minyoo hapa, wacha hizo tabia. Lazima tukuweke kikangoni. Hakikisha umekula na umeshiba kabla hatujachemsha ubongo, twende <tikana> <Aya maswali mengine. tikana> kazi sasa. Hiki sio kipindi tu, ni harakati. Weka akili sawa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa nne kamili asubuhi hadi saa saba mchana. Haya, msikilizaji, saa tano na dakika 39 na, na leo kwenye kizimbani tunazungumzia eh, tunazungumzia kuhusiana na baadhi ya watu wenye tabia ya kuleta usumbufu kwa waliokosea namba za simu. Ehe. baadhi ya watu ambao baadhi ya watu ambao wa mtu amekosea namba kwa bahati mbaya, basi wao wanaanza usumbufu ehe, wanaanza usumbufu, wanaanza kuwa wanakupigia mara kwa mara wakati tayari mtu ushamueleza kwamba bwana, samahani namba nilikosea. Sasa kitendo cha kukosea namba, basi yeye huyo mtu ndo anakuwa amepata nafasi ya kuwa analeta usumbufu wa mara kwa mara He, wa mara kwa mara ambao mwisho wa siku inageuka kuwa kero kwa yule mtu ambaye alikosea ku <laughs> alikosea namba na mwisho wa siku ikawa imekuja upande wako wewe. Kwa hiyo leo tunaweka kati hao watu ambao mna tabia ya nyinyi eh, kuleta usumbufu pale ambapo wenzenu wamekosea namba licha ya kwamba mnaambiwa kabisa moja kwa moja bwana, mimi nilikuwa namtafuta Asma, anakwambia ah, bwana, mimi sio Asma. Basi samahani, nimekosea haya, badala na wewe kule, hiyo namba uifute, kwa sababu ni mtu ambaye humjui, basi wewe ndo unakuwa umepata kama muda wa kuanza kuwa unasumbua wewe, tena utaanza kuwa unatuma message mara kwa mara, wewe tena utaanza kuwa unapiga simu mara kwa mara, mwisho wa siku inakuwa inamkera yule mtu ambaye amekosea namba. Kwa hiyo tunacholenga hapa ni kukubadilisha wewe, ukiona mtu amekosea namba, haumfahamu, basi na wewe futa hiyo namba, acha kusumbua watu, acha sumbua watu. Eh, kukosea namba, sasa isijikawa kama wewe ndo utaki kuleta ukaribu na mimi. a a, sikujui, hunijui mimi. Nilikuwa namtafuta mtu, nimekosea kwa bahati mbaya, labda katika kuandika nimechanganya namba, nikajikuta na kutafuta wewe eh, kwa bahati mbaya na kutafuta wewe, nakwambia bwana, mimi samahani, nimekosea namba. Haya haya, ishie hapo, sio tena. Unaanza kumtafuta mtu wakati hujui kwanza yeye anaishi na nani, anaishi wapi. Wewe uo usumbufu nataka kuuleta, ili, ili, ili, ili upate nini eh? kwa lengo gani hasa, kwa nini uanze kumsumbua, unakuwa unahitaji nini eti? na dakika arobaini na tatu namba ni sifuri saba kumi sifuri tisa saba saba tisa saba saba. Msikilizaji, tuma ujumbe wako kupitia hiyo nambari, uniambie wewe mtu ambaye anakuletea usumbufu pale unapokosea nambu na nini cha kumwambia Anaitwa Baraka Vincent yuko mtaa wa Mubusoro Rulenga nasema ndio, wapo kikubwa wajijue na kuchukua hatua ya kubadilika. Lakini e, Paskazia Domio wa Mkarinzi Mganza Ngara anasema ni kweli watu kama hao wapo na anapenda tuwaambie wajirekebishe, wajirekebisha inareta inakera sana na nitakia kazi njema lakini Adam Deo kutoka kumu, e, kumvuvu Rwinyana anatupata hapo mjingoni e. Lakini e, Bahati Paskwa anatokea Kahama anasema kizimbani ya leo imetujuza, imetujuz mengi watangazaji, tuko pamoja tunashukuru sana a. Lakini Elisha Kamba kutoka Biharamulo anasema hao ni wengi, hata yeye imewahi kumkuta alitumiwa namba alipopiga kumbe aliyepiga namba amekosea yani kila siku alikuwa anapiga asubuhi anapiga mchana anapiga jioni anapiga anapiga hata usiku anaomba kwamba wabadilike kupitia kizimbani kwa siku ya leo Erasto Elias kutoka Burengo anasema dadaasi umegusa penyewe leo hata kwa wapo anaomba wajirekebishe Hehehe, anaomba wajirekebishe ni kero wewe unaanzaje sasa ku nanipigia kama vile kuna miahadi tumewekeana, wakati nishakwambia sikujui, hunijui na nimekosea. Samahani, nimeomba radhi kwamba samahani kwa usumbufu, nimekosea namba, lakini mtu hutaki kuelewa. Dada simwambieni, watu kama hao wapo. Anaitwa Safari Yakonia kutoka Kahama, alitokea Ngara, hata yeye hiyo imemgusa sana, uh anasema kinachotakiwa ni kujirekebisha, anasema wapashe wajione aibu. Maana watu kama hao wapo na wanakera sana, mpaka mitaani kumechafuka kwa ajili ya watu kama hao. Cha kufanya, endeleeni kuwapa vidonge vyao. Ni Daudi Leopold mwana simba harisi kutoka Nampigwe Kashinga, Nyakisasa, Ngara. Ahe lakini Ezekiel po kutoka Msumba, yeye kaandika tu hivyo, sijui alikuwa namaanisha nini. Lakini alipo Amosi wa Mkarehe, unapokosea nambu, namwambia samahani, unasema ishu kwa nini? Sasa yeye aendelee kukutafuta ishu ni kwa nini? Ama nyie ambao ni wasumbufu mtuambie kwa nini mnaamua sasa kausumbufu wako, mnapiga asubuhi, mnapiga mchana, mnapiga jioni, mnapiga hadi usiku wa manane, mnakuwa <laughs> mkihitaji nini? <laughs> Tutarejea msikilizaji, muda si mrefu kuendelea kusoma maoni yako kupitia kizimbani yetu kwa siku ya leo. Unasikiliza. Unasikiliza. Mchakato, Disemba Unasikiliza. 25, mwaka 2025, Kijana Smart Season 3, bala mordi, Radio Kwizera FM, tunakuja No! Mimi Askofu Severini Niwemugizi wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara nina ujenzi wa kanisa kuu la jimbo mjini Ngara. Ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB akaunti namba 3211 sifuri sifuri, tatu, sita, sifuri tano moja. Jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsini na mbili mia tano ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au lipa na M-Pesa namba tano nane moja moja saba, tatu, saba tatu, sadaka. The Catholic Diocese of Rulenge Ngara natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana. uongozi wa shule ya sekondari Mount Chanza yenye usajili wa S3562 iliyopo Kibondo mjini, mkabala na stendi ya mabasi mkoani Kigoma, inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na wa kuhamia shule. Ni ya wasichana na wavulana. Shule ni ya dini zote. Shule ni ya bweni na ina usalama wa kutosha. Kitaaluma, shule inahimiza zaidi masomo ya sayansi na inafundisha somo la kompyuta. Shule inafanya vizuri sana kwa miaka mingi. Kwa mwaka 2023 Division 1 zilikuwa 5, Division 2, 44, Division 3 41, Division 4 8 na Division 0 ilikuwa sifuri. Kwa mwaka 2024, Division 1 zilikuwa 31, Division 2 hamsini, Division 3 16, Division 4, 4 na 0 zilikuwa sifuri. Shule inaanda nafuu sana na inalipo kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0694060589 au 69 0724-629-971 au 0757-19-9430 au tembelea akaunti ya shule Instagram kwa kuandika mount underscore chanza underscore school. karibuni sana. Baada ya kukutonya kuhusiana na kijana Smart Season 3 Biharamulo sasa ni after party okay. Hey, hey. Okay. Baada ya shughuli zote za kutwa zima kumalizika, itafanyika pale rest house Biharamulo mjini, ni eneo pekee ambapo vibe zikatiki huko. Burudani kidondoshwa na bendi mahiri ya yakanvo kutoka Kahama pamoja na nyingine nyingi kutoka kwa DJs wakali na guys, kiingilio kitakushinda elfu kumi tu kwa mtu moja. Kuzama ndani ni kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi majogoo. Tiketi zina napatikana kwa Saidi Mikidadi, wakala wa Azam, na kwa Mkemia Agrovet jirani na ukumbi wa Rest House, au piga simu namba 0743872983. Kijana Smart Season 3, afya yako ni mtaji.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 b na wewe ama kupitia tovuti ya www.nationallottery.co.tz au nenda kwa wakala wa National Lottery ambaye yupo karibu na wewe na moja kwa moja utakuwa umeunganishwa kwenye draw zote mbili ya milioni 45 na ya milioni tatu. Vivyo tu ni wewe ni kiurahisi sana kikubwa ni kuamini kucheza na kushinda. Kushiriki ni miaka kumi na nane na kuendelea. Cheza kistaarabu. Bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Wapigie simu bure sifuri sifuri nane sifuri sifuri mia saba themanini na mbili mia mbili thelathini na tatu. Haya, tukamilishe na, na maona naitwa Emmanuel Mzungu kutoka Kirusha Ngara, nasema kika kizimbani ya leo imegusa penyewe kabisa. Nakuta amekosea ila bado anaendelea kukusumbua wakati kashasema sema amekosea, wajirekebishe kuanzia leo. Lakini hapo mmegusa kwenyewe, maana hata hapo Kasulu wapo, anakupigia simu alafu baadaye anakutafuta tena. Anaitwa Makrisi wa Kwashayo Kasulu. Lakini Marine kutoka Burundi Mishiha anasema watu kama hao wapo, iliwahi kumkuta alikosea namba anasema baada ya kukosea namba, yule mtu aliyempigia akaanza kumsumbua sana, kamuomba wawe wapenzi <laughs> na kasema aliamua, uh, kumweka brkristi eh, hajui kama alikosea kufanya hivyo. Ameuliza hapana, ukukosea kwa sababu ukutaka usumbufu. Ehe, hapo mmegusa penyewe, maana hata hapo Kasulu wapo, mtu anakupigia alafu baadae anaanza kukutafuta tena Ndaye Emanuel wa Mbugomora anasema ni kweli watu wabadilike, wape dawa. Lakini huyo anasema hapo mmegusa kwenyewe, maana hata hapo Kasulu wapo, ukituma ujumbe mmoja, tafadhali, tunakuomba kwamba usitume mwingine. Mwinyi Lambeliti wa Kumwendo Ngara anasema kikweli watu wa hivyo wapo, hasa wengi ni vijana. Ukikosea namba wakakuta sauti ni ya kike, unakuta wanakusumbua sana dada, simwambie watu wa hivyo hapa. Anaitwa baba uh, Jocelyn lakini Idi Juma Madogorochi kutoka pande za Kumwendo Ngara, kwa sasa anatupata akiwa Shinyanga. Kikweli kizimbani leo imenoga, endeleeni vya kutosha kuwapa dozi wenye tabia mbaya kama hizo. Elias Rudoviko anapatikana Ruhuru Kakonko anasema ni kweli watu kama hao wapo, tena ni wengi sana, hasa wanaume anayepokea simu akikuta ni sauti ya mwanamke anaanza kukusumbua, ila naomba watu kama hao wabadilike. Jaja Jafet kutoka Kibondo kweli dada. Uh, anasema watu kama hao wapo, wanakera ni bara juzi kuna mtu alimpigia simu e, saa sita, alipiga mara nane. Namuuliza, we ni nani? alikuwa aseme anasema iseinakera. E, sawa msikilizaji, ni saa tano na dakika 54, ndivyo ambavyo tunakamilisha kizimbani kwa siku ya leo. saa sita kamili ni taarifa ya habari. uko nami Asma Ahmed, mwenzangu ni David Maruseki. Hakim kasema wenye tabi...